Nzuri kabisa, unaitwa nani? Mimi naitwa Milka Maria Ndiye Mwenda. Unajishughulisha na nini mamangu? Mimi napika supu, napika miogo, e, ndio kazi yangu. Una muda gani na biashara hii? tangu elfu mbili kumi na sita mpaka leo hii. Hongera sana mama. Mm. Kwa huo muda wa miaka hiyo kadhaa ambayo umefanya biashara, ni changamoto gani kubwa ambayo imekuwa ikikukabili kwenye biashara yako? Mimi nayo nisumbua biashara yangu ni sufuria, sahani jiko, mafuta ya kupikia ndio, mm, nanisumbua sana. Ndiyo. Vitu kama hivi, japo naamka saa nane kwenda kufata machinjioni, kwenda kufata buguruni mihogo, nayo uza, ndio hivyo tumeshazoea. Mabasi yanatusumbua hivyo hivyo, tunaenda, miaka inaenda, ndio. Na ungetamani kitu gani ambacho usaidie kwenye biashara yako ili iweze kukuamua mahali hapa ulipo? Mimi sana sana mafuta, sufuria na sahani na jiko Uh-huh. Na katika kitabu cha mwanamke, katika kurasa za kitabu cha mwanamke kwa upande wako mama, nani ungetamani uh, kuingia katika kitabu hiki? Mimi ninatamani mama Samia. Kwa nini mama Samia? Ndio mama yetu wa kutusaidia sisi, wafanyabiashara, wagonjwa, watu mbalimbali, ndio mbali. mama yetu wa kutusaidia. uh-huh. Na neno lako lipi la mwisho, ama wito wako upi kwa wanawake wengine katika jamii? Nasema wanawake tuamke kwa biashara, tuamke kwa kazi yoyote ile inahusu ma, akina mama tuamke nayo, na tunamlia yeye mama.